Omba nikusomee kama ifuatavyo, mwanzo wa kunukuu. Kamati ya utendaji ya Yanga chini ya rais Mhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025, kwa njia ya mtandao, kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa michezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe nane Machi mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kwenye mabano kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 na saa nane mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, e, mtathmini waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni, kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja, wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya, na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe nane Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefata taratibu. Huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuwahakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo, tarehe 8 Machi elfu mbili na ishirini na tano, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba mia themanini na nne kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha zina ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu ufuatao ndiyo msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Namba moja, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Namba mbili, kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Namba tatu, kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo, hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa masilahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu, wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati zake kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club tarehe 9 mwezi wa tatu 2025 mwisho wa kunukuu. Hii ni taarifa ya Young Africans ambayo wameitoa eh, wakiwa wanaeleza msimamo wao, na taarifa hii imekujia mara baada ya Young Africans chini ya rais eh, mhandisi Helsi Saidi kufanya kikao cha dharura tarehe 9 Mach kwa njia ya mtandao. Ina maana hawakukutana sehemu moja eh, kila mmoja yuko kwenye majukumu yake huko aliko, hivyo ikawalazimu kuchukua kikao kufanya kikao cha dharura kwa njia ya mtandao na kujadiliana yale ambayo nimekusomea hapo.